Bwana, mechi ya nyumbani dhidi ya Silver Striker ya Malawi, Yanga inakuwa tunaishia pale, hatuendi kwa klabu yetu. Kulidhibiti hili ni sisi kuinuka kwa pamoja kusema bwana, tumezima tena. Mimi niwaambie sasa hivi, wewe usiongee na mtu yote kwa sababu ule ule ongea naye hana nia njema na wewe. Asitokee mtu hapa akataka kushauri, asikushauri mtu yote kuhusu Yanga yako sasa hivi. Mwambie bwana, mimi nawe tutaongea Jumapili au Jumatatu. Sasa hivi mpango kazi ni Yanga iende makundi. Halas. Hakuna story nyingine kwenye vitu vya mwana Yanga sasa hivi. Na ombi letu viongozi chapokea. Yaani asubuhi tukutane Benjamin Mkapa pale. Kama una mke unataka nyumbani umwache muage, mwambie naenda kuipeleka Yanga makundi leo. Uelebi, mbebe uelewi mdede njoo naye tuende leo kaone Yanga anavyoingia makundi ya group stage. Sisi tunakwenda wana Yanga wenyewe kuipeleka timu yetu hii klabu kubwa zaidi ya miaka tisini, tukiwa na nguvu hii, pamoja tunaendea ile mechi pale. Mimi nawahakikishia wanangu. Mungu atakuwa upande wetu na tutapindua ile meza asubuhi na mapema tu. Lakini kwanza tuonyeshe sisi tumeitikia na tunataka kupindua kweli ile meza. Yaani haianzii kwa Max, inaanzia kwetu. Kama shabiki wa Yanga, imekuuma juzi ulivyofungwa, ndio watu wamekubeza wame, wame, wame mtandaoni, ndio watu wamekuja kugongea asubuhi kusema, ndio umejisikia vibaya. Ndio Jumamosi nafasi ya kupindua iko pale, ulivyojisikia Jumapili, Jumatatu, leo unavyojisikia, nafasi ya upe, ya upekee ya kupindua hiyo hali ni Jumamosi. Usimwachie mwenzako hiyo kazi, wakati ulivyokuwa ulivokuwa kwa wote kwa hiyo usimwachie mwana Yanga mwenzio kazi ya kuja kupambana pale Benjamin Mkapa. Njoo naye. Tukishajaa pale vizuri pale wale player wakati wanaingia kufanya warm up tumejaa alafu tunashangilia. Ah. Yes, ninamkumbuka Pakome na nani mambo ya aalaa kabisa yani tumekaa tunataka tushinde Swala tu. Ulizaje? Umeshanunua ticket. Na hao, hao wote nimesema maeneo ambayo amekuwa reserved ndio wanakwenda kukaa hapa. Kwa hiyo tumefanya mawasiliano wenzetu wa Ncard, tunawasiliana wa na watu kwa ajili ya kuwaelekeza maeneo ya kuja ukaa. Kama taga mtu anatiketeka alishakata, una eneo lake, atakwenda ukaa ambao ni vizuri ko, wala hakuna shida.